Bunge la taifa limerejelea vikao vyake baada ya likizo ya mwezi mmoja, na mojawapo ya mambo ambayo yanatazamiwa kuzua kivumbi bungeni ni hoja ya kutokuwa na imani na Rais Uhuru Kenyatta, hasa baada ya mgomo wa walimu kuingia wiki yake ya tano. Hoja nyingine ni ule mswada wa kupunguza makadirio ya bajeti ili kuwalipa walimu. Francis Mtalaki alifanya mahojiano ya kipekee na John Mbadi aliyewasilisha pendekezo hilo. Tupate taarifa hiyo kwa kina. never... never... bunge likiwa limerejelea vikao vyake hii leo, suala la mgomo wa walimu ndilo wengi wanalitazama iwapo watalipa suluhu ya kudumu. Mojawapo ya mapendekezo ni kutoka kwa mbunge wa Suba John Mbadi ambaye anapendekeza kupunguza baadhi ya makadirio ya bajeti kwenye mswada huu Mbadi analenga kupata jumla ya shilingi bilioni mbili kati ya feather, tengeo, nne kutoka kwa wizara ya fedha na zilizotengewa mpango wa usawazishaji mishahara na wafanyikazi wa umma shilingi bilioni nne kati ya ishirini na tano zilizotengewa mpango wa kutoa huduma ya vijana kwa taifa NYS. Hii ni kutokana na kuwa NYS ilipokea ongezeko la shilingi bilioni nane kutoka kiwango cha awali cha shilingi bilioni kumi na saba. I am saying that the government should scale down the operation under that ministry and take 4 billion uh, to uh, make available for paying of teachers. Kila wizara inalengwa kwa kupunguza asilimia mbili ya makadirio yaliyotengewa katika bajeti ya mwaka huu Hapa Mbadi anatazamiwa kukusanya shilingi bilioni kumi na moja a little austerity measures actually if you look at 2 percent it's not so much so to speak in terms of cutting down on our traveling expenses austerity as a country and many other recurrent votes that can easily be cut if you can look at security and NSIS there's a huge budget when we don't need zaidi ya hayo mswada huu unalenga kukusanya zaidi ya shilingi bilioni kumi na tatu kutoka kwa miradi ya maendeleo taking the figures as supplied from the controller of budgets office uh, I realized that uh, by the end of August when we should have absorbed at least 16% of the development budget we have only absorbed 3% of the budget and looking at education strictly not as a, a The stops with the budget committee. Mbadi ni mwenye mtazamo kuwa serikali imejitosa kwa miradi mingi ya maendeleo ambayo inanyonya Wakenya kwa kiasi kikubwa, na isitoshe makadirio ya kuwalipa mishahara wafanyikazi wa umma tayari ni changamoto, japo ana matumaini kuwa mswada huu utafua dafu. Kiwewe chake ni kimoja tu a lot of of times i see members opposing a motion just because it has come from one side of the coalition. And it's more, more, more so the Jubilee side. Ni hesabu ambazo kulingana na muungano wa kodi zitawalipa walimu sio mwaka huu pekee bali hata mwaka ujao. Alhamisi wanakodi wanatazamiwa kuandaa kikao ambapo mswada huu utajadiliwa kwa kina. Francis Mtalaki, KTN leo katika majengo ya Bunge.